Swala la madini ni msisitizo wa serikali yetu kwamba tutachimba kwa namna ambayo haitaharibu mazingira kwa wananchi waliopo kwenye maeneo hayo, lakini hatukatazwa wajasiriamali wadogo wadogo kujitafutia. Lakini tunapompata mchimbaji mkubwa, kwanza atuhakikishia ana uwezo; mbili, atuhakikishie kwamba atakwenda kuproses angalau kwa asilimia tisini ndani ya nchi Tatu, kwamba atakubali kuajiri wenyeji kwa kiasi zaidi ya asilimia tisini ukiondoa wataalamu. Lakini nne, kukubaliana na masharti ya kulipa mrahaba na ushuru kwenye halmashauri mgodi ulipo. Leo tuna mgodi huu, tunakabiliwa na changamoto moja kubwa sana ya watoto wadogo wenye umri wa kwenda shule ya msingi na sekondari, wanaacha shule kuja mgodini. Naomba sana simamieni watoto wetu wasiende migodini wee, wakiwa na umri wa kwenda shule. Wao ni kusoma na kula na kulala, wanakulelewa vizuri mgodini huku mpaka ufike umri, baada ya kumaliza shule ndio utakuja. Kwa sasa tunahitaji kuwatunza watoto wetu wasiingie kwenye majaribu ambayo si umri wao kiwanda hiki kwa sasa kina uwezo wa kuchenjua takribani tani 31200 ya mashapo ya shaba kwa mwezi ambapo tani 27200 zinatokana katika mgodi wetu na tani 4000 zinanunuliwa kutoka kwa wachimbaji wadogo wadogo nchini. Hii ni sehemu ya mkakati wa kuunga mkono juhudi za serikali na kuwezesha wachimbaji wadogo kuwapatia soko la uhakika la madini ya metali, yani base metal. Kwa mpaka tumefika leo hii, kuna kazi kubwa sana imefanyika kama viongozi, kuwashawishi na kuelimisha jamii kwamba jamani, tuchimbe, turuhusu kampuni ifanye kazi, hii ni kwa manufaa yetu. Na sasa nafikiri matokeo tumeyaona, fursa kwa sababu imejitokeza vijana wapate ajira ili kuondokana na makundi mabaya mabaya ya uvutaji wa bangi, ubakaji. Kipekee sisi tunashukuru sana kuanzishwa kwa kiwanda hiki kwa ajili ya kuchakata eh, madini ya shaba. Sisi tunaamini kwamba tutapata kodi za kutosha, lakini tutapata ajira Habari zote kali za zo siku za kusisimua kuelimisha na kuburudisha bila kusahau mahojiano maalum exclusive interview zenye ubora wa hali ya juu, vyote hivi unakutana navyo hapa hapa jukwaani Khomein TV. Kwa wenye matangazo ya biashara na mengine yote tupigie kupitia nambari 0712032208 au waweza kututumia barua pepe kupitia khomeintvmedia@gmail.com. Nyote nakaribishwa.